Jamani, hapa tuko, tuna chenge oili. <coughs> hapa tuna vidule oili hapa, ia kama mafundi walikuwa wananilomba 80 dollars dolare hapa, oil hapa. <coughs> Uh-huh. Hapa change oil tu hapa 80 dollars dolare hapa, tuna chenge oyo hapa, kisha kumaliza hapo naweka ya mupya hii hapa weka ya mupya hii filter hii kwa hapa bo. Uh, kisha hapa kuna kazi nyingine ambayo itafanyika hapa, sinona kama hapo. Hii hapa ni, ni fasi ya air condition bo, walikuwa wananilomba 500 dola kutengeneza. Orki yenye, yenye na, inaribika tu. Hapa ni filter, nikushanjie tu filter Sawa, filter isha kuwa uchafu hapa, nikushanjie filter tui, tu hii tu. Mimi walikuwa wananilomba sensor kushanje hii e. Nitaiweka pale, feni njoo hii hapa, nilikontrole nayo iko vizuri tu. Kwa hiyo tatizo ni hii baridi, ilikuwa haitoki vizuri na hii na hii juu, hii si shida e. Hii hapa ndo filter hii, kwa hiyo Jumulisha ile ile 80 dolare ya change oyo na nani na filter hii filter ni kama 20 dolare ikikuwa mingi ile oil pale ni, ni 30 dolare tena iko mpya special una nielekezo mingi kunung'ia tena iko special hii kwa hiyo kitu kama na ipo hmm. Hmm. Oh, uh, alafu kwenye ufundi usikose vitu kama na hivi vitu kama e, e, kupanguza kupanguza, na hivi ya kupanguza mikono hii ya kupanguza mikono, panguza na haka nyangalakata haka kabusho kanaukaisha isha, ka isha, isha kidogo inaomba kukachange bo. Kisha hapo kuna kitu kinaita tina toka hapa toka pale mgari toka, tina toka. Mtoto wa fundi ni shida bo. Hii hapa ni fungulo ya kufungula filta ni fungula kufungua filter hii. ia filter ah, filter ndo hii hapo filter ndo hii.